Biashara ya wanyama hapa Moshi muda mrefu kwa kweli, kwa sasa hivi mbuzi siko juu sana, mbuzi siko gari sana, yaani hata kama ukimpata mbuzi wa bei nzuri sana, ukiona kwamba ni wa bei mzuri labda umpate mbuzi wa laki tatu, laki tatu na hamsini, lakini mbuzi kuanzia laki nne na hamsini msimu wa sikukuu mpaka laki tano, na kwa kilo ya nyama ni shilingi elfu kumi na mbili. Po nyuma tulikuwa tunanunua mbuzi shilingi laki tatu, laki tatu laki mbili na hamsini, laki mbili na ishirini, lakini kwa sasa hivi msimu wa sikukuu kwa kweli huko juu. Yaani kwa miaka ya nyuma tulikuwa tunapata mbuzi nyingi sana kuanzia za manyumbani mpaka mnadani, lakini kwa sasa hivi kwa kweli kidogo uchache kiamua kuuza jumla, jumla siku sikukuu kama siku ya leo, watu wanakuja pale machinjoni na magari wananunua mpaka mbuzi 20 40. Biashara ya samaki kwa mwezi huu wa 12 sio nzuri sana, sio mbaya sana, lakini tu hali ya soko sio si... nzuri kwa kweli. Wanapenda aina zote za samaki hasa kuna wanunuzi wakuu tunaowategemea wanapenda kununua kambale na samaki kubwa. Na msimu wa kawaida kama biashara ni nzuri, ndoo ya kambale wananunua kwa shilingi laki moja elfu themanini laki na ishirini Kwa msimu huu biashara imekuwa ngumu kidogo toka palipoanza na misukosuko, biashara ikayumba kidogo, ikawa wanunuzi mara wanakuja mara wanaogopa. Kwa hiyo na hivi sasa wakati wa sikukuu hatujaona kama biashara nzuri kama miaka yote, mwaka huu biashara sio mzuri kabisa. E, toka wageni waanze kuingia hatujaona mabadiliko ya biashara. Ni afadhali hata kipindi hawajaanza kuingia na kipindi misukosuko haijaanza biashara ilikuwa inaenda vizuri, lakini toka misukosuko ianze, biashara ni mbaya, zimekuwa juu sana na hali ya pesa na yenyewe imekuwa ngumu. Hela hamna, yani pesa hamna. Serikali iangalie kodi, yani labda tunaona bidhaa imepandishwa bei kwa sababu ya kodi imekuwa juu, ndo maana vitu vikapanda bei kwao. Serikali iangalie, angalau kodi ipunguzwe kidogo, ndio mebeba laki mbili na nimeshanunua bidhaa nimeshatumia laki, lakini vitu bado kweli. Biashara tunamshukuru Mungu, biashara inaenda vizuri, vitu ni ghali, lakini waitikia wito e. Mwaka huu ni kugumu sana, vitu viko juu, hela ionekani kati viazi, karoti, hoho, vitunguu na hivyo vitu vyote vimepanda bei, hali sio nzuri sana, sana na sio mbaya sana na ile 9 Desemba, kwanza wageni waliwahi sana Moshi, waliwahi Moshi kwayo, wali, kwa hiyo wengi walikuwa na hofu ile ya 9 Desemba, wengi walifanya manunuzi 9 Desemba, na leo imekuwa sioi kuwa na manunuzi makubwa sana, kwa sababu wengi walishafanya manunuzi. Kwa kiasi fulani mwaka huu kulingana na kwamba watu wengi walienda mikoani, mabadiliko ni kidogo. Angalau watu wameongezeka, ongezeka, tofauti na miaka mingine walikuwa wengi, wengi mm, na na ni yeah, Ismaili Omar yeah, yeah, nafaka, nafaka na Mkwinda ni mwenyekiti wa soko la Manyema. E, kuelekea msimu huu wa Krismas na mwaka mpya, au tuseme kuelekea msimu wa sikukuu za mwishoni mwa mwaka e, soko la Manyema huwa tunapokea wageni wa aina nyingi, na e, hasa ukizingatia soko hili ndilo soko ambalo linabeba walaji wa, wa chini kabisa. Kwa hiyo tunapokea wafanyabiashara wengi, sasa hivi utakuta ukitembea hapo barabarani utakutana na watu wengi. E, tunashukuru kwa hilo na wafanyabiashara kupitia kuingia kwa, kwa, kwa wanunuzi hao wageni basi wao wa, wa, wananufaika zaa ambazo pengine zinatembea zina, zina, zina kwa wingi sana. Bidhaa hizo ni pamoja na ndizi, kabichi na nyanya, karoti ee, mchele. Hizo ndio bidhaa ambazo kwa sasa zinatembea kwa wingi sana kutokana na umuhimu wake kwenye maswala ya sikukuu.